Hafla ya kumtawaza Raila Odinga Junior kuwa kiongozi wa familia ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga imefanyika eneo la Bondo ikiandamana na tambiko kadhaa. Mwanzo alianza kwa kumnyoa kijana huyo ambaye kwa sasa anatazamwa kama mtoto mkubwa wa hayati Raila Odinga. Shughuli hiyo inafanywa na wazee wa jamii ya Waluo. <coughs> Hayati Raila Odinga ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Siaya Oburu Odinga. Tambiko hilo hufanywa katika siku ya nne baada ya mazishi, na hapa jamaa huruhusiwa kuondoka na kujumuika na familia zao. Wanandoa nao wanaruhusiwa kushiriki katika tendo la ndoa. Uh, uh, of of senata huyo wa Siaya anasema Raila Odinga sasa amepewa mamlaka ya kuongoza familia kwa usaidizi wa mamake Aida Odinga atakayekuwa akimpa ushauri, ila ni lazima awe jasiri katika utendakazi wake. Oburu, anasisitiza kuwa yeye yungali kiongozi wa familia ya Jaramogi Oginga Odinga. Hata hayati Raila Odinga alipokuwa hai, alikuwa chini yake.

Uh, uh, bila ya kumuidhinisha kijana kama kiongozi kwa mujibu wa utamaduni wa Waluo, urithi wa uongozi ndani ya familia au ukosi jambo la kawaida, bali ni tukio linalofuata utaratibu maalum wa kimila na tambiko. Baadhi ya mambo muhimu ni haya Kuitwa kwa baraza la wazee. Wazee wa ukoo jadong dala au jadong hukutana ili kujadiliana kuhusu nani anastahili kuchukua nafasi ya marehemu. Mara nyingi kijana anayeteuliwa ni yule aliye mkubwa zaidi mwenye hekima, busara na heshima kwa mila. Kufanywa kwa tambiko la urithi. Tambiko hili huitwa mara nyingine rito marchako jaduong au rito marie jaduong hutegemea eneo. Tambiko linalohusisha mambo yafuatayo: kuchinja mnyama, mara nyingi mbuzi au ng'ombe. Damu ya mnyama hutumika kama alama ya uhusiano kati ya walioko hai na waliotangulia, kumwagilia damu kidogo ardhini kuashiria kuunganisha kijana mpya na mazimu ya mababu, kumpaka damu au mafuta ya mnyama kichwani au kifuani, alama ya kumpa nguvu au baraka za uongozi. Maneno ya baraka Fimbo Marduong, mzee mkuu wa ukoo humbariki kijana kwa maneno maalum ya kumtawaza kama kiongozi mpya. Kukabidhiwa fimbo ya uzee, kijana huyu hupewa ukumba, fimbo ya uzee au orindi, kiti cha mzee kama ishara ya mamlaka na uongozi wa kifamilia. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.